Kwa majina naitwa Jonas Zeeland ni mzaliwa kutoka katika kijiji cha Manyinga kata Diongoya, wilaya ya Mvomero. Kwa moyo wa shukurani kwa unyenyekevu mkubwa na uzalendo wa kweli nichukue nafasi hii kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ilionipa ya miaka mitano ya kuwaongoza wanamvomero kama mbunge, lakini pia nichukue nafasi hii nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa chama chetu taifa, lakini pia nichukue fursa hii niwashukuru e, wananchi wote wa jimbo hili la Mvomero, ni washukuru wanachama wote na viongozi mbalimbali wa chama katika wilaya ya wa Mvomero kwa ushirikiano mkubwa waliokuwa wamenipatia katika kipindi chote cha miaka mitano, lakini pia nichukue nafasi hii kuwaambia wanamvomero kwamba leo nimekuja kuchukua fomu, nimeanza safari ya kuelekea kwenye chaguzi kuomba ridhaa ya kuwa mwakilishi wao katika kipindi kingine. Jambo hili sio langu mwenyewe bali ni la Wanavomero wote. Kwa hiyo naomba ushirikiano kwa kutoka kwa Wanavomero, lakini nichukue pia nafasi hii kuwaomba wale wote ambao wana, wana, wanaamini katika mimi basi waniweke katika mioyo yao, waniweke katika sala zao, waniweke katika dua zao. Safari hii sio ndogo, bila wao sitaweza. Tushirikiane ili tuweze kufika tunapotaka kufika. Lakini jambo lingine, nichukue pia nafasi hii, wanamvomelo wao ni mashahidi, wameona kazi kubwa na nzuri ambazo tumezifanya katika wilaya ya Mvomelo katika kipindi cha miaka mitano, katika kipindi cha serikali ya awamu ya sita kazi kubwa zimefanyika, katika sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya maji, sekta ya kilimo, barabara, umeme mawasiliano na kadhalika. Kwa hiyo, yako mazuri ambayo tuliyafanya na sasa kama nitapata tena ridhaa tutakwenda kuyafanya mara mbili yake ama mara tatu yake kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa mvomero na kuendelea kuwaomba waendelee kunipa imani walionipatia 2020 ili tuweze, niweze kuendelea kuwatumikia wanamvomero na historia ya siasa mimi nilianza kwanza nilianza kuwa mlezi wa UWT toka 2007. 2010 niliomba nafasi ya udiwani kata, kutoka katika kata ya diongoya wana Diongoya waliniamini wakanipa udiwani toka 2010. 2015 niliomba tena mpaka 2020, lakini wakati huo huo toka 2010 nilienda kuwaomba madiwani waniamini kuwa mwenyekiti wao wa halimashauri, walinichagua toka 2010 mpaka 2020 na 2020 nikaenda kuomba sasa ridhaa ya kuwa mbunge. E, na nina imani kazi ambazo tulizifanya ama tumezifanya katika kipindi cha elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano wananchi wa Mvomero hawana shaka na mimi, uzoefu nao wa kutosha, wameona kazi nilizozifanya, wameona namna na ambavyo nilikuwa nafanya ziara kila siku katika maeneo yao, wameona namna na ambavyo nilikuwa nawaongelea changamoto zao bungeni kila siku. Kila nilipopata fursa niliweza kuwazungumzia Wanamvomero, manake moja ya kazi ya mbunge ni kwenda kushawishi ni kuwaeleza kuwaelezea kwa, kwa, kwa wananchi wako changamoto walizokuwa nazo na nimefanya hivyo kipindi chote cha miaka mitano.